Aaia aavizuri, fungua hapo dondoo ikooamileamkwena. Waketo ni watu wasio na akili hata ya kuchagua wa chumi, maana daima ninabaki nyuma kama maketo. Hata sijui kwa nini nilikuajiri. Umenivunjia heshima kukataa rafiki yangu Toka Chifu Mshabaa alimfukuza Magwasha kutoka vizima kwa muda, Magwasha a kujua kwa nini chifu alialikia kiasi hicho. Alifunuliza hadi kwake nyumbani, alijifungia chumbani, akalia kwa kivi. Alidhani chifu yule tayari alikwisha kumpiga kalamu, aliweza kumfukuza vile kishabi alitake kurudi kazini. Alihisi kwamba maisha ya uchochole sa sasa yalimkodolea macho. Aende wapi kwingine? Kazi hiyo ilikivia lishe ishe na mavazi sasa, angeshika mti gani? Alianza kujita kutoka kutokana na jinsi majili mwajiri wa nzuri. Kwa hivyo hapo soma hapo kabla pia

Anza ule upande mwingine, hiyo aya ya chini. Bwana Chifu, nisingependa kukuvunjia kutuvunjia heshima, lakini nimeamua kuolewa na mtu ambaye nimechagua na hata kama si chochote, si lolote. Nimependa jiji abili si babaishi kwa utajiri, bali heshima na upendo. Mangosa ajiesima ajawaetemtizu ukubwa wake na

Mwishowe Mrima alipata shauri kwenda kuwaona wazazi wa Magosha huko Doloni ili kupeleka posa. Posa ilikubaliwa na harusi ikaanza kutayarishwa. Habari hizo zilipokewa vyema na marafiki zao. Tiku Mshabaa akufurahishwa kamwe na posa hiyo. Siku moja alimwita Magosha afisini mwake na kumwambia, sichana, ungedhani una hekima, kumbe unayotachena, unakataa kuenesa tena <coughs> atajiri kufika <coughs> katika nchi yetu kwenda kuolewa na mfano ya watu kama ile, unatia afisi yangu ya mtu asifika vizuri. Kwa hivyo ukiulizwa muktadha wa dondoo, soma dondoo tena toka so, na kwenda wakati, ni watu wasio na ajili hata ya kucagia wachuma daima kama mako. kama hata sijui kwa nini umenivunjia heshima kumkata rafiki kutoka. Mm, mpaka hapo. Kwa hivyo hapa huyu ni nani? Huyu ni Chifu Mshabaha. Kwa hivyo unasema msemaji ni Chifu Mshabaha, anamwambia nani? Magwasha. Mahali ni wapi? Wako ofisini mwa Chifu Mshabaha, si ndio? Mm ofisini mwa mchifu Mshabaha. Nini kilikuwa kinaendelea? Magwasha alikuwa amemkubali nani? Mrima amuoe, na Mrima alikuwa ampeleka posa, si ndio? Na habari hizi zikamfikia nani? E, na hakufurahishwa. Kwa hivyo ndio maana alikuwa anamkemea nani? Magwasha. Si umeona? Sasa umeeleza vizuri. Unapaswa kuandika dodo hivyo muktadha. Swali la ba Tambua kiimbo katika neno kweli kwenda, kwenda. Mm -hmm. Kiimbo kwenda hapo ina kiizishi ama kitone ama ni nini? Ni kiizishi. Kwa hivyo kiizishi huonyesha nini? Kwenda hapa ni mshangao? Kwenda hapa ni nini kumshurutisha si ndio? Eh, ana kumkemea, ikumshurutisha si anamwambia kwenda, si mshangao hapa. Kisishi kimetumiwa kwenda kime, kimetumiwa si mshangao, kama masharti, kumshurutisha si ndio? Eh, shurutisha. Hata ukisema kemea sawa. Swali la cha. <tipulayana> hmm? hmm, walivaki nyuma. Jambo la kwanza hawakupewa nini? kazi za serikali zilipewa nani? wa kule. Hilo ni jambo la kwanza, walibaki nyuma hivyo wa. Hawakupewa kazi za serikali, zilipewa wa kule Viongozi hawakutoka katika kabila lao, walitoka tu katika Wakule. Viongozi walitoka, viongozi wa nchi au mji wa Tareha walitoka katika kabila la Wakule. walifanya kazi za kiwango cha chini, matopasi, si ndio? Mm-hmm. walipogunduliwa wamepata kazi walipogunduliwa ni waketo na wamepata kazi walifutwa mara moja. Walipogunduliwa wamepata kazi na ni waketo walifutwa mara moja. ingine hata tunaweza kusoma sehemu hiyo, mahali unaambiwa waketwa walikuwa. Usome sehemu hiyo, kuna maelezo kuhusu waketwa. Hii ni sura ya pili, ikianza waketwa ni watu walio, unaelezewa Wali, walipewa kuishi sehemu ambayo ilijulikana hai, hai, haiwezi ika, ikaota chakula chochote eh, ongezea hapo walipewa sehemu ambayo ilifikiriwa itaota chochote, si ndio maana walipanda matango hmm. Walipewa sehemu ya kuishi ambayo ilifikiriwa kutoota chakula chochote.

asiria ambaye alikuwa mceni wa nchi ya kutoka katika jamii hii wakuda waliowaonea kijicho sana watoto kwa sababu ya umaarufu wao katika shughuli walizofanya. Watoto ni watu waliokuwa na maarifa na ujasiriamali tangu zamani. Hawakuchagua kuchagua kazi kama wakuni. Takribani kazi zote zilizoganiwa guni walizifanya kama walizifanya wao bila malalamiko. Walifanya kazi yoyote ni mradi wakati miziki. Waliokuwa mat matarishi walifanya kazi kwa bidii na heshima kubwa. Waliokuwa wafagiaji walifagia kwa ustadi mkubwa, mji ukawa safi kabisa. Matopasi walisafisha vyoo kwa uwezo wao wote, vyoo vya mji wataaria vilivyo

kwa mara ya pili sasa, baada ya kushinda kiti cha mjeni wanye tii, raia wengi walidai mambo yangebadilika. Ukosefu wa ajira hasa kwa vijana aneutini katika kaania mbalimbali ilikuwa sasa ni mazoea. Baadhi yao hata wakashikilia kwamba elimu haikuwa kwa dhamani ka ishi hai kuweza kutumia uchumi ili kuajiri wala kuanzisha miradi ya awezesha wa na kiuchumi angalau ajira chache zilizopatikana zilikuwa watu wasiokuwa na ujuzi wala maarifa. Kazi zilitolewa kwa kijiani, haidhuru hata kama mtu akuitimu ikosaba kutokana na maendeleo katika uajiri wa wengi, waliishia kufanya kazi ambazo hawajajisomea ali Alikuwa jambo la kushangaza kumwona Karani ameajiriwa kuwa daktari wa meno na muuguzi akifanya upasuaji hospitalini. Wagonjwa hospitali hospitalini wakawa wanafariki kionei. Jeshi la eti lilisheheni vijana kutoka katika jamii ya wakina Jeni. Hakuwa na imani kwamba viongozi wa kijeshi wanatoka katika jamii juni lyote, yeye mwenyewe yafu janii eazini aniwaniniviku waajiriwa wa jamii wengine. Barubani wengi wa kijeshi waliangusha deni kila wakati kutokana na mafunzo duni ya urubani. Nayo manowari wa kijeshi baharini wa wakapasiwa vyombo kwenye nyamba kwa sababu kutindikwa kuchi. Taaluma shule za msingi zile za upili hadi vyuo vikuu ikaanza kuajiri walimu wasiohitimu katika masomo waliofunza wahitimu wahitimu kutoka katika taasisi elimu, utaalimu, utaalimu katika za elimu nchi wakakosa utaalimu utaalimu ufao katika ajira. Za mtindo ukawa ni bora kuliko elimu bora. Mm, kwa hivyo -hmm. <coughs> Pia si umesema si umeona wakule walikosa kazi. mm. Swali linalofuata Eh, mdabaki nyuma kama makoti. Fani ya lugha hapo ni nini? Fani ya lugha si ni mbinu ya lugha tu, si ni tashbihi? Si kuna kufananisha kama unabaki nyuma kama, ni tashbihi. Naam, mhm.